Beautiful people. Kuna watu bado hawaamini. Sasa mmeona, mshaamini, harusi tunayo na tunatamba nayo jamani, mambo matamu, mambo mazuri. Huyo Bi Khadija anamwombea anamwombea mwanawe dua, eh, jamani, mnasikia mambo hayo, hasadi zimwondoke na kila kitu, wenye vijicho vyao wenye vidude vyao. Huyo ndio mke halali wa Nasibu Abdullah Nasibu Abdul kashavuutachadi raha, anamwita mume wangu. Ah, jamani, kuolewa raha, halali wake jamani, wacha amwita mwita anavyotaka e, na mama Dangoti kasharidhia harusi, ipo kashati ya baraka, kwa hiyo harusi iko blessed, imebarikiwa e, tuendelee tu kuaombea dua. Mwenyezi Mungu awadumishe kwenye ndoa yao, waondoshe vihasadi E, vimbe ambaye viondoke, watulie kama kavu zingine zikioana zinatulia. Hasa Diamond aisee, zitenda kumsumbua Zuchu kwa kwenye ndoa a, watulie yani kama naiona hiyo furaha ya Zuchu ilivyokuwa hatari. Finally eh maombi yake imekubaliwa final, kapata alichokuwa anakitaka kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiyo furaha yake sijui itakuwaje. E, ni kwa Diamond, sijui kama yeye iko excited au tena, ndo hivyo lakini mimi I'm very happy for Zuchu. Mungu amjalie, msaidie sana, adumu kwenye ndoa yake, tunaendelea kumwombea. Ama nyi mnasemaje, fans wa Zuchu mnasemaje? Pia msisahau kusubscribe like and comment for more amazing video kama hizi, nzuri kabisa za masta evo, msikie ni Zuchu hapa tena akiwa na furaha